Kwa majina naitwa Sospeter Muga, ni kapteni wa Bajaji FC. Kwa shughuli yangu binafsi nafanya kazi ya printing na baadhi ya huduma ndogondogo kama za stationery na kadhalika, lakini pia mimi ni kapteni wa timu. Kama nilivyosema awali, timu yetu ni timu ambayo inafanya mazoezi yake au maeneo yake kama makubwa ni Igoma, mtaa wa Nyerere, eneo la MV Bukoba. Tuna changamoto nyingi, lakini ya kwanza ikiwa ni vifaa vya michezo kwa maana kama timu, lakini pia eneo la uwanja. Kama unavyotambua viwanja vingi vya mtaani huwa sio viwanja rafiki sana, lakini ni kwa sababu pia watu tunapenda michezo, lazima tupambane hivyo hivyo, lakini changamoto kubwa sana ya uwanja. Klabu yetu naiona mbali kwa sababu pia vijana ambao tuko nao bado wana vipaji vikubwa sana, lakini tunapopata changamoto tunapambana nazo, lakini tunapopata watu wa kuweza kutusaidia, na imani timu itaenda mbali na kiufupi tutapata malengo ambao tunakuwa tumejipangia kama timu. Game changer pasi kwa pasi ni mimi kwangu, na furaha pia kuitambua lakini pia kuja kwetu kutushika mikono kama timu ambayo ziko mtaani. Kwangu mimi naiona itatusaidia na, na tutafikia malengo ambayo vijana wote watapata kila ambacho wanakitarajia. Uwepo wa SportPesa ukizingatia SportPesa ni kampuni kubwa ambayo mara nyingi tunaiona kwenye matelevisheni na timu kubwa, lakini pia tunaona imeona umuhimu wa sisi pia timu za mtaani kututembelea. Kwangu mimi nashukuru sana na imani kupitia SportPesa tutafikia malengo yetu kama timu. SportPesa game changers.